Jina langu naitwa Dr. Julieth Magandi, mimi ni daktari bingwa mpasuaji, lakini pia kwa leo niko hapa kumwakilisha mkurugenzi mtendaji wa hospitali yetu ya taifa Muhimbili, Dr. Delila Kimambo. Leo hospitali ya taifa Muhimbili tuna furaha kubwa sana kujumuika na wananchi wa Zanzibar katika tukio hili muhimu sana. Ni tukio la uchunguzi wa afya lakini na matibabu kwa wananchi ambao watajitokeza katika zoezi hili la upimaji pamoja na matibabu ya afya. Zoezi hili tumefanya kwa kushirikiana na serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Wizara ya Afya lakini na wenzetu wa Vodacom Tanzania Foundation. Ni zoezi la siku nne tumeanza jana na tutalifanya mpaka siku ya Ijumaa. Lengo letu kubwa ni kufikia wananchi zaidi ya elfu sita ikiwezekana. Tumejipanga vizuri sana, tuko tayari kutoa hizi huduma, na huduma hizi zinatolewa bure kabisa. Sasa kama tunavyofahamu, hospitali ya Taifa Muhimbili ni hospitali kongwe sana, ina zaidi ya miaka 120 tangu imeanzishwa, na hospitali hii ina madaktari bingwa bobezi karibu wa fani zote. Sasa tulioko hapa, tuko madaktari wa fani tofauti tofauti. Kuna madaktari bingwa bobezi wa huduma za mama na mtoto, lakini tuna madaktari bingwa bobezi wa huduma mbalimbali mbali, zikiwepo huduma za saratani, lakini magonjwa ya watoto wataalamu wako hapa. Uchunguzi wa saratani pamoja na tezi dume wako hapa. Madaktari bingwa bobezi wa kinywa na meno wako hapa, lakini madaktari wa magonjwa ya dharura, magonjwa ya pua, sikio na koo, wote wote wako hapa. Na niseme kwamba zoezi hili limekuwa ni zuri kwa sababu sio tu Muhimbili imekuja kutoa huduma hapa, lakini tumeshirikiana na wenzetu wa hapa hapa Zanzibar. Tuna timu kumi ya wataalamu kutoka Zanzibar, madaktari na wauguzi, ambao wanashirikiana na hospitali yetu ya taifa Muhimbili. Kwa hiyo upande mwingine tunatoa huduma lakini pia tunajengeana uwezo na wenzetu wataalamu kutoka hapa Zanzibar. Basi nitoe wito kwa wananchi wa Zanzibar, baada ya kusikia taarifa hizi lakini baada ya kupata ujumbe huu, pia natoa wito Wazanzibari wenzangu, mjitokeze kwa wingi ili mje mpate huduma hii ambayo inatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Kwa yeyote ambaye atapatikana na tatizo ambalo hatutaweza kulitatua hapa, atafanyiwa utaratibu wa rufaa kwenda Muhimbili kwa ajili ya matibabu zaidi.